Tukabili katika sekta ya afya, tunatambua kuna shida kubwa ya uwepo wa madawa katika mahospitali yetu, kweli si kweli? Sasa hmm. mtu bila afya hakuna analoweza kutekeleza. Ni lazima ili uweze kuja kufanya shughuli yako hapa vizuri, lazima afya yako iwe sawa. Ni kweli si kweli, Babati? Babati, hmm. hmm. lakini ndugu zangu tunatambua ardhi nzuri yenye rutuba mliojaliwa wana Babati, mliojaliwa wana Manyara, lakini mpaka sasa kuna kilio kikubwa sana cha ajira katika Babati yetu katika Manyara yetu na katika taifa letu la Tanzania. Ni kweli jamani, si kweli? Mm. tunayo changamoto kubwa ya ajira, lakini Babati tuna ardhi kubwa sana na nyingine haifanyi kazi mpaka tunavyozungumza na mashamba mengi ambayo yamekaa kwa miongo na miongo kule nanani? kuna shamba la Basutu. Mashamba ya Basutu yamekaa hayafanyi kazi, hayazalishi. Tungeweza tukapata fedha kwa ajili ya taifa letu, tungeweza tukapata ajira kwa ajili ya vijana wetu. Hivyo sisi Sauti ya Umma tumesema tunataka tuhakikishe, kitupa dola tuhakikishe mashamba yale yaanze kufanya kazi mashamba makubwa ya basa, Basutu yaanze kufanya kazi yakatoa ajira kwa afrika vijana wetu wa Tanzania, lakini yakatoa ajira kwa taifa letu wote wa Tanzania. Na tunapopata ajira tunakwenda kujenga uchumi wa taifa letu, tunakwenda kujenga kesho yetu iliyo bora zaidi. Na ajira shamba yayo yakianza kufanya kazi, ajira si kwenda kulima tu Masababu, tayari, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshatengeneza mzunguko wa watu. Kuna watu watakwenda kule ni wakulima na wafanyakazi katika shamba lile, lakini kuna watu watajenga majumba pembeni kuwakodishia watu wakaishi, kuna watu watakula na watauza mazao kama hivi, lakini pia tutakwenda kufungua viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani ya ngano inayolimwa pale Basutu. Basutu oye! Babati oye! mm. ndugu zangu katika mambo yanayotupa uchungu sana ni pamoja na ardhi kukaa bila kufanya kazi. Ni hasara kubwa sana kwa taifa ilali, na sisi tunalalamika sana hatuna ajira katika taifa letu. Hivyo sisi kupitia ilani yetu tumeweka vipaumbele vitatu: kilimo, viwanda na teknolojia. Hivyo ni vipaumbele vyetu ambavyo tunataka kupitia vipaumbele hivyo tukatatue matatizo mengi ya wa watanzania wenzetu ikiwemo swala la ajira. Ilani ya chama chetu ina nguzo kuu tatu: nguzo ya kwanza ni kilimo, nguzo ya pili ni kiviwanda, ya tatu ni teknolojia. Tumekuja na nguzo hizo tatu kwa sababu katika nguzo zote tatu, nguzo hizi mbili zinasababisha ajira kila moja kwa wake kwa mfano, tukija kwenye swala la kilimo, tunatarajia kama tukisimama kwenye kilimo tunaweza tukasababisha kupatikana kwa ajira elfu kumi za Watanzania, lakini tukienda kwenye viwanda tutaweza pia kuzalisha ajira ya watu karibu ya milioni ishirini kwa sababu tunachofanya sisi ni kuhakikisha tunaboresha kilimo kila sehemu tukum, wagombea, wanzaki, madiwani, pamudina, sarayake, na zao ambao linapatikana kwenye mkoa wa husika. Maoni yangu, labda ningependa tu kumkumbusha Mheshimiwa rais mtarajiwa kwamba katika msafara wake ambatane na wagombea wenzake madiwani pamoja na wabunge ili kwamba sera yake inapokuwa inazidi kuenea katika fahamu za watu, pia zizidi ku, kuwa na mashiko katika wananchi ambao wana, wanamtazamia kumgombea baada ya muda huu. Maoni yangu bana mimi, maoni yangu bila kuwa na kiunganisho ni sawasawa na kusema kitu hakipo. Kwa maana hatuna mbunge wa chama hicho, hakuna diwani wa chama hicho, hakuna mgombea mwenza wa chama hicho. Kwa maana sisi tunasikiliza kila mgombea anapoongea sera zake, tunazisikiliza tunazifanyia kazi, hatuna kukataa mgombea yoyote anayekuja, ila kwenye kura Oktoba 29 tunajua pa kuzipeleka.